lakini hivi sasa Waturuki wanaweza wakachinja hapa Tanzania zaidi ya ngombe laki moja laki mbili Unaelewa, zamani alikuwa mtu anachinja kibuzi chake kimoja tu anaendelea anamaliza, na wewe utajiri. Lakini sasa hiyo hali imekuwa pana sana. Sasa upana wa ile hali inaonyesha kwamba kwa wale waliokuwepo wa kama hawajishughulishi nayo, lakini wanajishughulisha nayo kwa nguvu sana, na ndio maana hata idadi ya wale watu wanaokwenda hija ni wengi kuliko ya wakati ule watu wanaokwenda hijja, mwandishi wangu ni kwamba ni wengi wakati huu kuliko wakati ule eh. Ingawa wanakwenda na kujinasibu zaidi kule, kujitanua zaidi eh, wanaonekana kama vile wanafanya israfu, lakini si kweli, sio nia yao. Ni kwamba ule muhemko na mahaba ya dini yao yanawafanya wajionyeshe kwa watu kwamba sisi tuko hapa, ile sehemu. Kusema ukweli, kila mtu anatamani kufika, ni nzuri. Ukaenda unatupenda uende tena, uende tena, uende tena. Kwa hiyo sasa ule utandawazi ule upana uliokuwepo ndio uliwafikisha mahala watu kuiona kama vile wameisahau au vipi, lakini hapana, inafanyika tena kwa kiwango kikubwa sana, ili ujue, hata idadi ya watu wanaokwenda hija ni wengi sana. Tunaweza tukasema kwamba ah, siku hizi mbona tofauti na Ramadhani na hii ya hija katika kusherekea, kwa kawaida ni kweli. Unaweza ukaona hiyo tofauti. Moja ni kwamba Ramadhani kwanza ina ina ina nguvu yake binafsi Ramadhani mm. sijume nielewa. Okay. Unaiongeza pale unakutana mm. na siku kuu yake, hapa kinachotusumbua ni kwamba hakui nana kitu kama Ramadhani katika kuifikia idi mm. Kuna kunakuwa na ile siku kumi za kufunga tu hapa mm. ambazo bado watu hawajazipata wa mvuto wake mkubwa mm. na ndio maana shehe wangu upande wa kulia hapa alisema ni kazi kubwa sasa ya ma wasomi wetu wa dini yetu wawaelimishe watu wake katika kuielewa umuhimu wake, na ili uweze kuendana na spidi ya watu walivyo. Ah, mzee wangu nashukuru sana umenipa. Na hapa wakati tunaongea yupo mwalimu naye hapa ameingia, tutakwenda kusikia naye kuhusiana na Idil Adhuha kwa mtazamo wake, maoni yake. Tunatengeneza, tunajaribu kuiamsha hii nayo waislamu waweze kuifahamu. Mzee, pengine tunapoingia katika sikukuu hii Uh, tunaingia katika masikuku kuna kumbukumbu kumbu gani na kujia kuna watu gani wanakujia ambao ulikuwa nao miaka hiyo hivi sasa hawapo, pengine wametangulia mbele za haki, lakini ulikuwa enzi zako, kuna viwanja gani vya kwenda kusherehekea hidi, mama mzee hapa anatuambia, Sasa hivi viwanja vingi serikali wametoa. Mama Samia, alhamdulillah na serikali yake mama yetu, Allah muhifadhi, wanafanya kazi kubwa. Kwa upande wako unakumbuka nini na alikuwa zama hizo alikuwa maeneo yapi ambayo mlikuwa mnakwenda mna sana kwa ajili ya kwenda kufurahia. Asante sana bo. Uh, kumbukumbu zangu za zinanipa wakati huo, ili eneo ambalo lina msikiti wa Kichangani sasa hivi ilikuwa ni eneo la wazi. Kwa hiyo eneo hili kwa kiasi kikubwa uh, kwenye miaka ya sabini, thamanini, mpaka tisini ilo eneo ilikuwa ni eneo la wazi, kwa hiyo sherehe zote tulikuwa tunazifanya kwenye eneo hilo hmm. tunakutana hapo sherehe zaidi adha idil haji Mini Edil, fit, nil, tunakutana hapo na sherehe zote zinafanywa hapo kwa kiasi kikubwa. Pana jengo hapo, kulikuwa na michezo mbalimbali ambayo inakuwepo hapo ili watoto waweze kufurahia sikukuu. Wakati huo ile eneo ilikuwa ni la wazi kabla hapajajengwa huo msikiti wa Michangani hapa kwetu Magomeni. Kumbukumbu zangu mie zinazonijia, nilikuwa na watu wangu wa karibu kama wazazi wangu ambao nilikuwa nao karibu katika sikukuu kama hizo. Eh, kulikuwa na tabia ya watu kuwakusanya watoto wao kutembelea ndani ya majumba ya ndugu zao. Kulikuwa na mahaba makubwa, watu wakitembeleana kwa sura hiyo, haswa kwa kipindi hicho cha sikukuu, kitu ambacho sasa hivi kimekuwa adimu eh. Umeona? Ah. Eh, ni kuyarudisha mapenzi kama yale yaliyokuwa mwanzo, ambayo sasa hivi yame kwa namna moja au nyingine yamepungua yakirudishwa yatakuwa ya ya ya ni aula za. Asante mzee wangu kwa kumalizia hapo. Uh, Sheikh alhamdulillah, atatufanyia dua kwa kumalizia kwako. Kwa hapa sasa hivi, sikukuu hii hata wazazi amewanunulia watoto nguo, unaambia ile ile aidi ile, ndio hiyo hiyo utaivaa vipi nyumbani? Watoto wamevaa na wanakutazama hivi sasa. Ah, mimi bahati mbaya au tuseme bahati nzuri mpaka hivi ninavyozungumza katika umri wangu nilofikia pale nyumbani kwangu, mimi sina tena mtoto anayonitegemea. Watoto wangu wote nimewasomesha, mmoja yuko nje, wengine wanajitegemea katika kazi zake. Ehe, hapana, bado najirea mimi mwenyewe kwa sababu nguvu bado ninazo. Isipokuwa tu nataka kurejea tena katika kitongoji hichi chetu cha Magomeni. Kipindi hicho tulikuwa tunafahamiana, population ya watu ilikuwa wadogo kwa hiyo vijana tuliokuwepo kwa kipindi hicho, ile mwezi tunajua kuna Idi kubwa, basi tunazunguka kutafuta tafuta siso nini, tunakwenda kuuza huko Kariakoo, kila mtu anakuwa na pesa zake. Baada ya kiwanja hichi kilikuwepo kingine kidongo chekundu eh, tulikuwa tunapita hii Morogoro Road na miguu mpaka kiwanja chekundu, si ilikuwa mpori? Hapana, ah katika eh, katika hiyo eh, nayozungumzia mimi katika miaka 79 miaka 79 okay. Hapa watu tunapita lakini zilikuwa sio barabara mbili mm. Kama hivyo kuna barabara moja na lile daraja lolojenga kajima lakini tulikuwa tunatembea na miguu mm. Na kulikuwa hakuna uhalifu wa aina yoyote, tunatembea kule mabembea yale ya kizungu ya kuzunguka zunguka, basi kadri tunavyotumia kule, baadaye jioni, wote saa moja moja saa mbili tunarudi zetu nyumbani. Hicho eh, ndio ninachokumbuka na kiko mpaka leo naona wanangu hawakupata bahati hii. Alhamdulillah, tunafurahi bwana eh. kusikia stori kama hizi ah, ume, uh, na sisi mnatujenga mwalimu. Kwa kumalizia huko, kwanza nimefurahi umejumuika nasi, wito wako kuhusiana na kuwasihisha waislamu kuhusiana na siku ya Eid al-Adha kuipa nafasi wenye uwezo wa kuchinja neno lako. Lakini kwa kumalizia itakuwa sio vibaya kwa tufanyia dua hapa, Mwenyezi Mungu atufungulie mambo yetu. Kuna midomo, Mwenyezi Mungu anasema na waja wake wakiomba, basi anakuwa na tunatarajia hivyo kwa namna ambavyo tunakuona. Mwenyezi Mungu akupe darja, karibu tu utuwahusie Waislamu katika hilo. Bismillahirrahmanirrahim, mimi cha kuwahusia Waislamu katika uh, sikukuu ya Eid al-Adha jambo moja, kwa sisi vijana. Sisi vijana, Eid al-Adha tusichukulie kwamba ni idi ya kuchinja kama ilivyo kisheria, lakini kuna ibada ya hija ambao vijana wengi hatujawa na mwamko wa, wa kuifanya ibada hiyo ima kwa kujua au kwa uwezo, lakini kwa wenye uwezo unamsikia kijana anakuambia mimi bado sijamaliza. Eh, sasa hii sio sio sio sawa uhum. Na vijana wengi kuangalia wa wakiislamu wa sasa hivi kwa umri wangu mimi wanao uwezo Waku, kuifanya ibada ya, ya haji ambayo hiyo wanaosema Iddil-Adhaa, ibada uwezo wa kufanya ibada ya hija wanao, sababu kama mtu anaoweza kwa china kwa mwaka kwa mwezi mara tatu au mara nne, na analeta biashara msingi wa kama milioni, kwa hiyo anao uwezo wa kuifanya hiyo ibada. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana wenzangu, twende tukafanya ibada ya hija ambayo miezi yake ni hii dhulqaada na Dhulhija. Na tukiangalia katika televisheni za Saudia watu wa Faist wameshaanza kuingia kwa sababu ni miezi ya hija hii. Watu na wa, na wa hii watu wameshaanza kuingia, kwa hiyo nawashajihisha vijana wenzangu kwenye idi hii waweze kwenda kufanya ibada ya, ya hija shukrani sana. Mwana umetuhusia ume, vijana tumekumbukwa hapo na tumehusiwa, lakini wakati ninazungumzia ameingia imamu msaidizi hapa wa Masjid Kichangani kipenzi cha watu wa Magomeni jicho la tatu la Sheikh Walid Alhadi Kawambwa huyu ndio kipenzi chake Sheikh Mursalina kwa kutumalizia utufanyie dua kwa sababu muda umemalizika tumekuona tuwezi kukuacha sisi tutainua mikono utufanyie dua tunakuomba hilo hatuna ziada zaidi ya hilo kutoka kwako kwa sababu muda umekimbia lakini inshallah tutaarrange tuje tena pale msikitini tuweze kupata yaliokuwa mazuri mimi najua ubora wako zile hotuba zako kabla hotuba aga na dakika fulani zile za kutambaa nazo tutakuja kuzipata kwa raha tafadhali

wa arna al-batil batil wa arzuqna tinab bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Mtazamaji wa Africa TV 2, tukushukuru na wewe uliokuwa unatazama hapa, lakini kwa kumalizia, e, tulikuwa tuna zawadi ndogo, tutaiacha hapa. Shamsi, naomba hivyo vikombe viwili hapa. Hii ni maskani ambayo ukifika kuna chai moja muru wa sana hapa. Ni magomeni karibia na kichangani. Kwa hiyo na sisi tutakabidhi hivi vikombe hapa. Kwa diwani hapa e, ili mradi ukiwa anakunywa hapa e, diwani, hivi vikombe vipo viwili, kwa hiyo vitabaki hapa. Hebu fungua hapo e, kwa ajili ya hapa maskani, mtukumbuke kwamba kuna vijana wenu walipita hapa e, vikaya hapa, watu wakija kunywa chai ehe, vipo viwili hivyo e, vikaya hapa kwa ajili ya chai, naamini na Alhabibi mwenye chai yako bwana, vikombe hivi tunakabidhi hapa e, viweze kuchangia, mtuombee dua vijana wenu TV yenu ya Kiislamu hii. <laughs> Mwamba unasema <laughs> Imamu akija apewe kikombe hiki. Sawa, <laughs> Sa, inshallah. Shukrani, mtazamaji wa Africa TV, hivi ndivyo ambapo tunahitimisha. Imamu Mursalin anasema akija yeye akabidhiwe kikombe hiki. Shukrani sana, endelea kutazama Africa TV 2 kwani Africa TV 2 mwongozo wa maisha. Kwa heri kwa sasa yeah, yeah, ilo kamilia, ilo...